Leo ikiwa ni Juni 26 ni siku ya kudhibiti dawa za kulevya, siku ambayo inalenga hasa kuhamasisha jamii kuhusu madhara na kuhimiza tiba kinga, pamoja na msaada kwa waathirika. Tunaangazia siku hii, siku ya 26 ya mwezi wa sita, ambapo ni siku ya kimataifa ya kupambana na matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia usafirishaji haramu wa dawa hizo za kulevya, na tutazungumza na Dr Peter Mfisi kutoka mamlaka ya udhibiti wa dawa za kulevya DCEA, ambaye anazungumza nasi akiwa katika studio zetu za Dodoma. Uh, Dr uh, karibu sana kwenye matangazo yetu, na kwa ufupi tu tuambie, uh, siku ya leo ni siku ya namna gani? Ni siku ya kimataifa, lakini pia hapa Tanzania tunaiadhimisha pia, sio E, leo ni kama mlivyosema kama, kama kwamba ni siku ya kimataifa ya kupambana amini ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya, ya kupiga vita matumizi na biashara ya dawa za kulevya. Siku hii ilianza rasmi kuazimishwa kutokana na azimio la we Umoja wa Mataifa la mwaka 1987 ambapo <coughs> Umoja wa Mataifa baada ya kuona tatizo la dawa za kulevya limekuwa kubwa duniani, wakaamua kwamba tuwe na siku moja ambayo E, dunia itakuwa inaadhimisha ili kuhakikisha kwamba tunaunganisha nguvu za dunia katika kupambana na tatizo hili la dawa za kulevya. Ah, mwaka huu kwa hapa nchini e, ma maadhimisho haya kitaifa yanafanyika jijini Dodoma katika viwanja vya e, Jakaya Kikwete vilivyopo jijini Dodoma na yalianza rasmi e, karibu tarehe ishirini na moja. Maanake ni kwamba kuna shughuli mbalimbali zilianza kuelekea kwenye kilele ambacho kilele chake ni leo. Kulikuwa na mechi za mpira, lakini tulifanya matembezi, lakini tuliendesha midaharo kwa vijana, hasa vijana, unajua vijana ndo wengi sana wanaathirika na dawa za kulevya. Kwa hiyo tuliendesha midaharo, lakini ma maonyesho rasmi yamefunguliwa tarehe 24 mwezi huu na yanafikia kilele chake leo. Eh, kwenye maonyesho huko taasisi mbalimbali zilizo za serikali, taasisi za serikali na uh, asasi za kiraia zinashiriki katika maonyesho hayo, eh, kuonesha shughuli mbalimbali wanazozifanya katika udhibiti. Kwa sababu ndugu mtangazaji, ndugu mwananchi, ni kwamba suala la udhibiti wa dawa za kulevya pamoja na kwamba sisi mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tupo, lakini ni suala la kila Mtanzania ni tunaunganisha nguvu, tunashirikiana na asasi za kiraia, tunashirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, taasisi za serikali kuhakikisha kwamba tunawadhibiti kwa kiwango kikubwa hawa watu wanaouza wanaosambaza dawa za kulevya kwa watu wetu. Kauli mbiu ya mwaka huu ni wekeza kwenye kinga na tiba, na lengo sasa ni nini? maana yake ni nini? huko nyuma e, ta, dunia ilianza ilipokuwa inaanza kudhibiti dawa za kulevya walikuwa wanafikiria kitu kimoja tu, kuweka majeshi kuwakamata wale wanaosambaza dawa za kulevya, wanaozitengeneza na wanaozisafirisha na kuwafungukia kesi mahakamani na kuwapeleka mahakamani, na pale wanapojulikana, wanapo kwamba wanapopatikana na hatia, wanawafunga. Baadhi ya nchi zikawa mpaka zinawanyonga wale wanani. Mpaka sasa hivi kuna sheria za baadhi ya nchi ambazo zinanyonga mtu ambaye amepatikana ame, ame, ame na hatia ya kusafirisha dawa za kulevya. Lakini dunia iliona kwamba pamoja na hizo adhabu kali hakuna, bado tatizo la dawa za kulevya lilikuwa linaendelea kuwepo duniani. Kwa hiyo wakadizaini mechanism, wakasema tufanye nini, inatakiwa tudili na hii tatizo kwa, kwa, kwa, kwa upana wake, kwamba tutoe elimu kwa jamii juu ya madhara ya dawa za kulevya kwa sababu tafiti zilikuwa zinaonyesha kwamba watu wengi wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya bila kujua kwa madhara yake. Kwa hiyo ukiwaeleza watu ukiwawapa elimu sahihi juu ya madhara ya dawa za kulevya, basi watu hao watajikinga au wata, hawatatumia dawa za kulevya na, hmm, baadaye wakaona kwamba pamoja na juhudi zinazofanyika, lakini kuna baadhi ya watu ambao wametumia dawa za kulevya wameathirika, wanapata matatizo mbalimbali. Kwa hiyo dunia, hmm, ikasema vilevile tu, tutengeneze njia za kuhakikisha kwamba tunawatibu hao watu walioathirika kwa sababu ukiwa na watu mia mbili wanatumia dawa za kulevya, ukawachukua mia moja au mia moja hamsini ukawapeleka kwenye vituo vya matibabu, ina maana umewatoa kutoka kwenye dimbwi limbwi la kutumia dawa za kulevya, umewaweka huku. Kwa hiyo hata kwa hiyo utakuwa e, umepunguza hata supply ya dawa za kulevya, itakuwa imepungua. Kwa hiyo sasa, sasa ndo dunia mwaka huu sasa inasema kwamba tuwekeze zaidi kwenye kutoa elimu kinga kwa jamii lakini vilevile na kuwatibu wale ambao wameathirika na dawa za kulevya. Hebu eh, daktari leo tuambie hali ikoje Tanzania? T tunao watu wangapi ambao wameathirika na matumizi ya dawa za kulevya mpaka hivi sasa eh? kwa sababu eh, kumekuwa na, na, na takwimu nyingi ambazo zinatolewa na watu mbalimbali ambao wamefanya utafiti, lakini nyewe mnayo mamlaka sasa ya kuambia wa Tanzania na, na kwa sababu pia eh, vita ya kupambana na dawa za kulevya imekuwa endelevu mpaka sasa hivi mm. eh, Mm-hmm. tuna hali ikoje, tuna watu, tuna, tuna watu wangapi ambao uh, wameathirika uh, na matumizi ya dawa za kulevya uh? Tatizo kwanza labda nianze kwa kueleza kwamba dawa ya kulevya inayotumika zaidi hapa nchini ambapo ni kwa duniani, na hata duniani kwa ujumla ni, ni bangi bangi ndo dawa ambayo inatumika zaidi duniani, lakini vile vile na hata hapa nchini natumiz... kwa bahati mbaya hakuna tafiti ambazo tumezifanya zinazoonyesha kwamba labda ni watu wangapi hapa, hapa, hapa Tanzania ambao wana, wana, wanatumia bangi. Lakini kwa, kwa dawa za kulevya kwa ujumla, kwa mfano kwa, kwa taarifa ya hali ya dawa za kulevya ya ya mwaka jana ya mwaka 2024 ya dunia ambayo inatolewa na UNODC, shirika linaloshughulikia dawa za kulevya na uhalifu duniani, lilionyesha kwamba takribani watu wapatao e, milioni 192 walitumia dawa za kulevya dawa za kulevya mwaka 2022. Kwa hiyo unaona kwamba tatizo ni kubwa kwa hapa hmm nchini. E, tafiti zilizofanyika kwa matumizi ya dawa za kulevya aina ya heroin E, ilionyesha kwamba kuna watu kati ya laki tatu mpaka laki tano walitumia heroin mwaka elfu mbili na kumi na nne. Kwa hiyo unaona kwamba tatizo lipo, na tuna vituo vya matibabu ambavyo unaona kabisa kwamba kuna watu wengi ambao wanashiriki kwenye matibabu ambao wanatibiwa wana, kwa mfano, kwa taarifa ya hali ya dawa za kule..., inaonyesha kwamba zaidi ya watu na, na, na zaidi ya watu elfu, elfu kumi na tano walikuwa wamesajiliwa kwenye vituo vya matibabu na hawa ni watu wanaotumia heroin tu eh, lakini bato bagi lakini taarifa hiyo vilevile inaonyesha kwamba zaidi ya watu laki tisa walikuwa wame, wamesajiliwa kwenye vituo vya afya kwenye, kwenye, kwenye idara za afya ya akili tunaita Psychiatric department za, za hospitali za mikoa na hospitali za rufaa una walisajiliwa kwa sababu ya wamepata matatizo ya, u, ya ugonjwa wa akili kutokana na matumizi ya dawa za kulevya na vilevi vingine. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tatizo hapa nchini ni kubwa. Mm. Mm. Na changamoto iko wapi katika udhibiti? Maeneo makubwa yaliyoathirika zaidi ni maeneo ya majiji maeneo ambayo kuna watu wengi na lakini kuna maeneo specific ma, ma, yani mahususi kwa mfano maeneo ya bichi, maeneo ya ya star, kumbi za starehe na nini, ndio mahali ambapo vijana wengi wanakusanyika, ndio mazingira ma, ma, mengi ndio ndio dawa, yani ndio dawa za kulevya zinatumika zaidi. Lakini ukiangalia changamoto ya udhibiti ni nini, changamoto ya kwanza ni kwa mfano, nchi yetu ni kubwa sana, inapakana karibu na mataifa nane, kwa hiyo huko mipakani, kwenye mipaka yote, wakati mwingine dawa zinaweza kuingia hmm. Lakini vilevile vile bahati mbaya au nzuri, ambayo ni bahati nzuri au mbaya, nchi yetu inapaka, ina upa, upa, upa, ukanda mrefu sana wa pwani wa bahari ya Hindi. Sehemu kubwa ya dawa zinazotoka nje, kwa mfano kama heroin, methamphetamine, zinakuja nchini kwa, kwa kupitia meli dau, kutoka kwenye Asia masha, kwenye, kwenye, kwenye, eh, Asia ya kati maeneo ya Pakistani, maeneo ya Irani, kwa unakuta tuna zinaingia dawa nyingi. Na bahati mbaya kwenye huu kanda wa pwani kuanzia Tanga, Dar es Salaam, Pwani mpaka Mtwara, unakuta kuna bandari bubu nyingi sana ambapo mahali popote pale, uh, dawa zinaweza kuingia. Lakini mara nyingi meli zinazoleta dawa zinapaki nje, nje kabisa kwenye yani maji marefu kule, lakini unakuta wavuvi labda wanakuwa wanaweza kuwa wanakwenda wanachukua kidogo kidogo wanaziingiza na si rahisi kukontrol kwa uh, uh, kwa asilimia mia moja yani, ni ngumu sana, na hizi nchi zetu za Afrika mashariki na kusini, kwa mfano yani, kuanzia Somalia kuja e, Mombasa kuja Dar es Salaam pwani pwani, Mtwara mpaka Msumbiji mpaka South Africa mpaka Afrika kusini kule, unakuta ni, ni kama mapito ya dawa za kulevya, na dawa nyingi zinazoingia sio kwamba zinatumika hapa nyingi zinasafirishwa tena, zinakwenda kwenye masoko mengine huko nje, nje ya nchi ambapo masoko hayo gharama ya dawa inakuwa kubwa zaidi. Kwa mfano zinakwenda Australia, zinakwenda China, zinakwenda India, zinakwenda Ulaya, zinakwenda mpaka Marekani. Kwa hiyo ndio maana unakuta unaweza ukakuta Watanzania wanakamatwa na dawa za kulevya Marekani, wanatangaza wanakamatwa na dawa za kulevya India, Hong Kong, China. Ni kwamba zikiingizwa nchini wao kwenye huo ukanda niliosema wa pwani kuanzia Somalia Kenya, Tanzania, Msumbiji mpaka Afrika Kusini zinaingizwa, lakini wana vile, vile zinatoka tena ni, na wanakuambia kwamba ni asilimia kumi tu ya dawa ambazo zina, zinabaki nchini kutumika Ka zaidi ya asilimia tisini ya dawa zinazoingia nchini zinatoka tena zinakwenda kwenye mataifa mengine ya Ulaya, Asia so, so. na Marekani. ume, umezungumzia kuhusiana na bangi ukasema kwamba uh, moja kati ya dawa za kulevya ambazo zinatumika zinatumiwa zaidi ni bangi lakini sasa tunafahamu dokta, kwamba hili jambo ya, ya, Uh, limekuwa na mitazamo tofauti. Kuna baadhi ya watu wanasema, <laughs> kwamba mbona baadhi ya nchi zimeruhusu. Tunafahamu kwamba kuna nchi ambazo zimeruhusu matumizi kabisa, na nyingine zimeruhusu kwa masharti fulani fulani, nyingine zimeruhusu okay, kama dawa, yani itumike kama sehemu ya tiba, na mfano wa nchi hizo ni kama Uruguay, <laughs> Georgia, Afrika Kusini, Canada, Mexico, Malta, Thailand. E, na, na, na sisi hapa e, kwetu tumepiga marufuku kabisa, labda pengine kwa kuwaelewesha wale ambao hawajui hasa sababu za, za, za kupiga marufuku e, ni, ni, ni, ni, ni, ni kweli, ni kweli kwamba kwanza sisi ni tumesaini inaitwa UN Convention ya mwaka 1961, mwaka 1971 na mwaka 1988. Hizi ni conventions ambazo ni makubaliano ya kimataifa ambayo yaliziweka yali hizi dawa za kulevya kwenye, kwenye majedwali kadhaa na bangi iko kwenye jedwali la kwanza, kwamba ni dawa hatari ambayo mtu akiitumia anaweza akapata uraibu wa haraka na ikamletea madhara makubwa lakini E, tafiti mbalimbali zilizofanyika na e, Shirika la Afya Duniani zinaonyesha kwamba bangi vilevile vile inaweza ikatumika kwenye kutengeneza dawa tiba. Hii ni kitu cha kweli. Na hii kitu ilirahisishwa zaidi mwaka 2021 ambapo e, e, Umoja wa Mataifa uli, uliweza kuiondoa bangi kwenye kwamba jedwali ni, ni, kwenye, kwenye jedwali la nne ambalo ilikuwa inatishia ina kwamba ni tishio hazitakiwi kutengeneza kutengenezwa dawa za kulevya. Kwa hiyo mataifa mengi baada ya hapo yameanza kukubali au kuweka sheria y kwamba bangi inaweza ikalimwa au ikalimwa kwa ajili ya biashara. Kuna baadhi ya nchi zinalima bangi, kwa mfano Uganda wanalima, lakini hawaruhusu itumike pale nchini kwao, aidha kwa kutengenezea dawa au hata kwa matumizi. Wakishalima wanaisafirisha tu nje lakini, kuna baadhi ya nchi kwa mfano kama Afrika Kusini wenyewe wameruhusu mpaka matumizi wameruhusu matumizi ya bangi kama, kama kustarehesha, lakini wameruhusu vilevile itumike kwa ajili ya kutengenezea dawa. Ni haki, ni kweli, lakini lazima u, u, umma wa Tanzania ujue kwamba sio bangi yote au bangi inayolimwa hapa nchini inaweza ikatengeneza inaweza ikatengeneza dawa. Bangi inayotumika kutengeneza dawa ni bangi special, ina mbegu special na inatakiwa ilimwe kwenye mazingira special, wanalima kwenye vitaru nyumba, nikiwa na maana ya green houses, ambayo inakuwa na mbegu special, sio kama hii mbegu tunayolima hapa kwetu. Kwa hiyo hata kama sisi Watanzania tutaamua kwamba turuhusu labda bangi ilimwe kwa ajili ya labda kusafirisha nje itumike kutengenezea dawa, ni dhahiri kwamba sio bangi itakayolimwa, sio hii ambayo tumeizoea, kwa sababu hii tuliyoizoea haiwezi kabisa ikatumika kutengenezea dawa. Kwanza kwa, kwa jinsi inavyolimwa, inalimwa kwenye mazingira ambayo sio sio rafiki, kwamba haiwezi kutengeneza dawa. Lakini vilevile vile, labda nitoe mfano mmoja, ni watu wa Tanzania wanajua miwa, miwa iko ya aina nyingi sana lakini miwa inayotumika kutengenezea sukari ni aina moja tu, na hata ukiiona hiyo miwa hata itamaniki tena kula, lakini yote inaitwa miwa. Kwa hiyo hata kama tukiruhusu sisi Watanzania wasifikiri kwamba tutaruhusu kwamba kiruhusiwa elimu nchini kwamba ni hii bangi elimu hapa ndio tutakuwa tunaiuza nje ya kwenda dawa za tiba. Si kweli, ni aina fulani ya bangi ina mbegu special na inalimwa kwenye mazingira ili. Kwa mfano, nakupa mfano, nakupa mmoja mdogo, mtangazaji au na wasikilizaji kwa ujumla, watazamaji, ni kwamba kwenye hizi nchi za kusini, kwa mfano Afrika Kusini, Malawi mwaka jana waliruhusu bangi kwamba ilimwe Kulikuwa na mashirika kutoka nje, yalikuja yakawadhamini wakalima ile bangi, ili waweze waje baadaye wanunue hiyo bangi wai, waisafirishe kwenda kwenye mataifa yao kwa ajili kwa ajili ya kutengenezea dawa. Kilichotokea ni kwamba ni asilimia 40 tu ya bangi yote iliyolimwa ndio iliweza kununuliwa kupelekwa nje kwa ajili ya matumizi kutengenezea dawa za, da, dawa za tiba. Ikabaki karibu asilimia 60, na hiyo asilimia 60 ni, ni, ni dawa sasa watu wakaona kwamba baadaye ya kuingia hasara Wakaitoa kwenye magala wakawa, wakawa kwenye viwanda wanachanganya na bangi zingine za asili, ni kali zaidi cha tetrahydrocannabino ambao, yes, wakaongeza yeah, kile kiwango kikubwa kwa kwenye kufika mpaka asilimia sitini mpaka asilimia arobaini mpaka sitini kutoka asilimia saba mpaka kumi na tatu, kwa hiyo matokeo yake ni kwamba ile bangi sasa ndo wanatengeneza kitu kinaitwa skanka. Na hiyo sasa. Skanka sasa imeanza kusafirishwa, kwa mfano tunakamata skanka kwa kiwango kikubwa hey, sana hapa kwetu. Kwa kufupisha hapo sasa, daktari mm, ndio na kushukuru, asante kwa Sansu, hiyo tuna <laughs> kwa kumalizia, kwa kumalizia ndio ndio, okay. Kwa kumalizia na, wa, na, na wakaribisha wananchi wote walioko Dodoma waweze kuhudhuria haya maadhimisho yetu katika viwanja vya Jakaya Kikwete waweze kuja ili waweze kushirikiana, waweze kupatiwa elimu, wa elimu juu ya elimu sahihi juu ya madhara ya dawa za kulevya, lakini na jinsi ya kuwatibu wale ambao vilevile wameathirika na dawa za kulevya. Nawakaribisha wote sasa. Karibuni sana e, naam, daktari, kabla hujaondoka sasa, hebu tukuonyeshe kidogo tu uh, moja kati ya vituo ambavyo Uh, vinafanya eh, eh, kazi hiyo hmm, ya kuwasaidia wale watu ambao tayari wanapata uraibu wa matumizi ya dawa za kulevya, naam, na mwenzetu Jafari Mponda mm, anaangazia hilo. Naam, asante sana wenzangu studio, ni katika hospitali ya Mwananyamala hapa, leo ikiwa ni siku ya kudhibiti dawa za kulevya. Nipo katika clinic ya kutibu wale ambao uh, wameathirika kwa namna moja ama nyingine na matumizi ya dawa za kulevya, na moja kati ya hao ni ndugu yangu hapa. Habari yako bwana? Habari nzuri tu. Hali vipi kaka? Ni njema sana, naitwa Ramadhani Rajabu. Mwalimu? Ndio eh, ni kiongozi hapa Mesadoni, lakini nilianza kunywa dawa kama mgonjwa. Ah, ulianza kunywa dawa kama mgonjwa? Kama mgonjwa, matokeo yake nikapata kitengo hapa Mesadoni. Ilikuwaje ukaingia katika uraibu wa dawa za kulevya? Ah, ni makundi na vishawishi tu kwa sababu tulianza kuvuta bange baadaye makundi kutoka fata fata makundi tukaingia katika uvutaji wa madawa ya kulevya. Okay. Yeah. Kwa sasa vipi maendeleo? Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu na nilivyoanza Mat Clinic hapa kwenye wadawa na sasa hivi niko tofauti. mm -hmm. Eh, kwa sababu kwanza nilikuwa siko sawa mm -hmm. Nilikuwa mchafu eh, lakini sasa hivi unaniona niko safi eh, napendeza. Kwa hiyo nawashauri hata wenzangu ambao bado hawajafika hapa Mat Clinic waje kupata tiba ili nao wawe sawa kama, kama, kama nilivyokuwa mimi kwa sababu naangalia familia yangu, naangalia mke wangu. Sawa sawa. Ya. Nzuri sana na hongera kwa kukubali katika hilo. Asante sana. Sasa na umepiga uzi. Ya, uzi wa Yanga kwa sababu jana tumefanya jambo letu basi na, na... Na, na mtuzungumze mwingine naye ambaye yupo katika uh, tiba hapa. Ya, kidogo hivi. na unaitwa nani dada? so, Mm. Ilikuwaje ukaingia katika matumizi haya madudu? um, naweza ngasema makundi na vishawishi mm, ndio vinipigania mpaka mi kuingia kwenye madawa ya kulevya. ni muda gani sasa tangu uje katika kituo cha kupata tiba hapa Mwananyamala? na miaka kama miwili mm. Ma, ma, matokeo ya wewe kupata tiba ikoje? sema ukweli, matokeo ni mazuri na tunashukuru madokta masosho mundani wanatupigania mpaka leo tumefikia hapa tulipo. Eh, familia zimetukubali, watoto wametukubali, kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hapa tulipofikia, mm. na watoto na watoto wawili. Hongera oh, sana. Asante sasa, pengine so, nini kili e, yalikuwa malengo yako, na unafikiri pasi na wewe kuja katika kliniki hii ungefikia malengo hayo? Hapana mm-hmm. malengo yako yalikuwa ni nini? Kwanza mimi, mimi nina fani yangu ya kusuka eh, kwa hiyo mimi malengo yangu yalivunjika yote, lakini nimekuja hapa mpaka sasa hivi yani najitambua. La kwanza e, najitambua mimi kama mwanamke, mimi kama mama. Kwa hiyo nashukuru yani malengo yangu kidogo yanakaribia kutimia e. Nini sasa wito wako kwa wanawake wenzako ambao mpaka hivi sasa wanakutazama lakini bado wapo uh, katika uraibu wa madawa kulevyo? Mi naweza nikasema sasa hivi madawa hakuna, na kuvuta madawa ni kujidhalilisha. Kwa sisi wanawake tunadhalilika sana, kwa sababu tunapata changamoto nyingi sana. Kwa hiyo naomba wanawake wote walikuwepo huko maskani wanavuta unga, waje waje, ni bure e, tiba ni bure. Dokeze kidogo changamoto za kutumia madawa haya kule. Changamoto kakaangu ni ngumu sana, kwanza kuyapata ni hela, hela yake ni ngumu, nabidi ufanye vitu vya ajabu ili upate hela ya kuvuta, na jamii nakukataa. Najua sisi wateja kutukubali ni ngumu sana kwa hiyo jamii pia na kukataa. Kwa hiyo tuna vitu viwili, kukataliwa na jamii kuvuta madawa tunadhalilika, yani kwa sisi wanawake haitufai, kusema ukweli. Unaiadhimishaje siku hii? Mimi naiazimisha kwa leo mimi kwa, kama mimi nazmi naiazimisha vizuri sana siku ya madawa kulevya, sababu leo mimi nimesimama kwa sababu ya, ya methadone. Tunashukuru sana, imetufikisha sehemu nzuri. Tunashukuru, asante sana. Bado, uh, katika kituo hiki uh, cha kliniki uh, ya wanaotumia uh, ama waliowahi kutumia uraibu wa uh, dawa za kulevya, na nipo na mdau mwingine hapa. Habari yako bwana? Salama ndugu yangu mtangazaji. Ndio, unaitwa nani? Naitwa bwana Momba. Ilikuwaje ukajikuta umeingia katika uraibu wa dawa za kulevya? Ah, changamoto ni nyingi sana zilizofanya mpaka tuingie huku. Ulianza kama masiara kuvutavuta bange, mara kushiriki na watu wengine ambao ambao walikuwa wanafanya fanya hivyo vibiashara, kuwa nao karibu, matukio yake, ukajikuta tumeteleza, ndo tumeingia huku. Unajutia? Najutia sana, kwa sababu nimeharibu vitu vingi sana katika maisha yangu ya, kama vile, yani familia nilisambaratisha ili, familia yangu kuna vyangu vingine vilipotea, umeona eh? Kwa hiyo vitu kama hivyo ambavyo ndo najutia mpaka leo na ndio maana nimestiki mpaka sasa kwenye kituo hiki cha tiba. Wewe unajutia, lakini kupitia uh, siku ya kudhibiti dawa za kulevya leo, wapo wanaokusikia ambao pengine ndo anaanza au wanafikiria uh, na wanashawishiwa kuingia huku, unawaambia nini cha kuambia? Kwamba yaani wasithubutu kufanya hivi, kwa sababu kuingia katika wimbi la dawa za kulevya ina maana ni kuharibu programu yako yote ya maisha. Kama utakuwa na familia ujue utaipoteza. Kama utakuwa na Yaani chochote kile ambacho unacho ujue hatima yake itakwamba ni kupotea na wewe, mwisho wako utakuwa ni mbaya sana katika maisha yako. Naam, ni hayo kwa uchache kutoka hapa katika hospitali hii ya Mwananyamala hapa uh, Dar es Salaam katika kliniki ya wanaopata tiba ya dawa za kulevya. Wenzangu uh, studio, kwa mwendelezo wa yale ambayo yanajiri katika siku hii ya kudhibiti dawa za kulevya duniani. Namshukran sana Jafari Mponda, na wengi wakiwa wanaendelea vizuri, ni moja kati ya hatua hizo ambazo zimepigwa e. Na turejee kwake Dr Peter Mfisi e, wakati sasa tunakamilisha, na umesikia pia sehemu tu ya moja kati ya vituo hapa nchini ambavyo vimekuwa vikiendelea na tiba hizo. Halo, ndio dokta, unatupata? Yeah, nawapata vizuri nawapata vizuri naam. Na sasa kwa kukamilisha uh, na ujumbe pia kwa kuwa mahususi siku hii imelenga zaidi uh, katika udhibiti na elimu ambayo mmekuwa uh, pia mkitoa masehemu, naam, naam imelenga katika, kama nilivyosema kwamba, e, kauli mbiu inasema wekeza kwenye kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya. Maana yake ni nini? Kwamba sisi kama mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tuna tunatoa tuna elimu kwa jamii, elimu sahihi juu ya dawa za kulevya, madhara ya dawa za kulevya, ili jamii iwe na uelewa sahihi, isijiingize kwenye matumizi ya dawa za kulevya mm. Lakini vile vile tunasimamia vituo vya tiba e, tunazo sober house, la japo sober house zinaanzishwa na asasi za kiraia na watu binafsi, lakini sisi tumetengeneza mwongozo wa kuweza kuzisimamia, kuhakikisha kwamba zinatoa e, matibabu kwa kadri ya ya inavyotakiwa lakini tunazo vituo tunaita mat clinics. Hizi ni ni, mat clinics ni vituo vya, vya tiba kwa waathirika wa dawa aina ya heroin ambapo hivi vinasimamiwa na serikali kwa asilimia mia moja na hakuna hakuna gharama yoyote ambayo ina, ina, ina, inatozwa na Aa. Watu wanakuja pale wanatibiwa bure kabisa, lakini vilevile vile kama nilivyosema awali, kwenye mahospitali kwenye hospitali no. za mikoa na hospitali za rufaa kwenye vitengo vya afya akili Uh, watu wame wameathirika na dawa za kulevya wanaweza kwenda, watapatiwa matibabu. Na iasa jamii kwa ujumla kwamba jamii ihakikishe kwamba ina ina, ina, ina, ina, ina haiwanyanyapai wale watu walioathirika, badala yake iwasaidie ili waweze kupelekwa kwenye vituo vya matibabu watibiwe, ili warejee katika hali yao ya kawaida, tuweze kushirikiana katika kulijenga taifa letu. Kwa hiyo tusiwanyanyapae wale walioathirika instead tuwasaidie wapelekwe kwenye vituo vya matibabu ili waweze kurejea kwenye hali yao ya kawaida. Asante sana Dokta, tunawatakia maadhimisho mema. Ni Dokta Peter Asa Mfisi, kamishna wa kinga na tiba, leo ikiwa ni siku ya kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya.